Hello wapendwa, natumani ni wazima afya. Karibuni kwenye kipindi chetu ambapo tunakwenda kujifunza gauni yetu hii ambayo mko mnaiona. Kwanza kabisa kitambaa chetu hiki ni kitenge ambapo vilikuwa vipande vitatu lakini nimevikata vipande viwili vyenye urefu wa hamsini na sita na nimekunja mara mbili kama mnavyoona hapa nilivyokunja. Mhm, namna hii mnaweza kuona nimekunja viwili. Basi, nitaanza kuchukua vipimo vyangu kama ifuatavyo. Nitapima shingo yenye upana wa inchi tatu, nitashusha moja na nusu kwa hiyo kwa sasa vipande vyangu vyote vitakuwa vina shingo ya tatu kwa moja na nusu nitapima bega ni kumi na tano kwao ni saba na nusu kisha nitapima mkono unapotaka kuishia lakini kwa sababu ni kitenge chetu hiki kiko mpaka mwisho nitapeleka mpaka mwisho, upana wote nilionao hapa. namna hiyo kisha nitashusha nchi moja na nusu hiyo nchi moja na nusu nitaunganisha kuja mpaka sehemu Uh, ya shingo nitatengeneza bega langu namna hiyo. Baada ya hapo, nitapima kutoka begani kuja sehemu ya kifua ambayo ni inchi tisa na nusu kwa hiyo nitanyosha mstari tisa na nusu inapoishia. Kama ni mtu mnene, unaweza kuweka kuanzia kumi, kumi na nusu, ama kuangalia sehemu yake ya kifua ni ngapi. Kwa hiyo hii ndio utakuwa mkono wetu ambao kwa sasa ni kama inchi tisa Nitapima tena kutoka juu kuja sehemu ya hips, ambapo kwenye hips ni ishirini na tatu Nitanyosha mstari namna hiyo. Baada ya hapo, nitakwenda kupima hips na 40 ukigea kwa nne ni kumi. Weka alama hapo, kisha nitaongeza nchi sita. Kama ni mnene unaweza ukaongeza zaidi ya hapo, au kulingana na upana ambao wewe unaotaka uwe mkubwa kiasi gani. Baada ya hapo, nitakuja huku nitaingia kama nchi mbili, alafu nitakuja nikunjie namna hiyo mm-hmm. kuja sehemu yangu ya mkono namna hiyo wapendwa. Baada ya hapo nitakwenda sasa kupima urefu mzima ambao nimeshasema vipande hivi nilivikata vipya vina urefu wa hamsini na mbili. No no no, hamsini na sita yani urefu wa mhusika ni hamsini na nne na inchi mbili kwa ajili ya kushonea. Kwa hiyo huku chini pia nitakwenda kupima upana ambao ni upana ambao nimeweka hapa sehemu ya hipsi, nitaurudisha na huku chini nitakwenda kupima sambamba hivyo hivyo, nitaweka alama kisha nitanyoosha nitanyosha mpaka juu namna hiyo. Na baada ya hapo nitakwenda kukata. Baada ya hapo apena, nitakwenda kutoa kipande changu kimoja ambacho kitakuwa ndo cha nyuma, alafu nitabaki na kipande cha pili ambacho ndo kitakuwa kipande cha mbele nitakwenda kukipanga vizuri, nitalinganisha kabisa kispishani. Baada hapo nitakwenda kupima kutoka juu mpaka kumi napoishia, um, nitaweka alama na kwenye hiyo alama nitaingia nchi moja namna hiyo. Nitakwenda kutengeneza shingo yangu kama mnavyoona hapa, nitatengeneza vii, halafu hiyo sehemu nitakwenda kuikata. Baada ya kuikata hicho kipande nitakitoa namna hiyo. Na baada ya kukitoa sasa, hatu inaofuata ni kwenda kuunga sehemu ya bega kwanza. Shingo yetu iko namna hii, ukifungua unaiona ilivyo. Kwa hiyo mm-hmm, hii hichi kipande ni cha mbele, alafu kile kipande nilichokitoa ndo kipande cha nyuma. Kwa hiyo kuna vipande vingine ambavyo nilishavikata kwa ajili ya ya sehemu ya shingo ambacho ni hiki. Ngoja tukipima hapa, kina mbili na nusu. Kwa hiyo inamaanisha kabla ya kukikunja kilikuwa inchi tano. Kwa hiyo nimekinyosha nikakikunja katikati. Kwa hiyo kabla tujiweka kwenye shingo yetu, tutakwenda kuunga sehemu ya bega mhm mm, ambapo tutaunga kama ambavyo niko nawaonyesha hapa. Tutaunga hii sehemu mwanzo mpaka mwisho, kutoka sehemu ya shingo mwanzo mwisho mpaka mkononi. Nitaanza sasa kuunga uh, gauni yangu hii. Nitaanzia sehemu ya bega kama ambavyo nimekwisha kuwaambia. Baada ya kushona sehemu ya bega, wapendwa, tutakwenda kupima sehemu ya shingo ambapo nitazungusha tepu yangu, nitaanzia hapa mwanzoni kabisa, nitapima nitapima nitapima nitapima nitapima, niko na 30 kwa, nitakichukua kile kipande changu ambacho nitakwenda kushona mm -hmm, nitakwenda kushona sehemu ya shingo namna hii kwa, iangalieni, ambapo ambavo niko nazungusha Mramba wenye kumi na moja hapa kika eh, ni pale ambapo utaweka design kwa unayopenda wewe. Kwa mfano, kiangalia mshono wetu ule una kibidi hapa, kama vile unataka. Kwa hiyo sisi tutaingia huko kama nchi ngapi? Tuone hapa, tutaingia kama nchi tatu hivi itengeneza hicho kishiko. kunyosha ili kikae vizuri. Kwa hiyo hapo tayari nimeshamaliza kunyoosha sehemu zangu zote, hata huku juu pia nimemaliza kunyoosha hiki. Unaweza kuona mimi siko na hemingun kwa kinachachia achi, lakini sio mbaya. Kwa hiyo kwenda kukibandika sehemu ya shingo moja, kwamba tuchukue gauni letu hapa tuliweke, ili tuone sehemu ya shingo ambapo pia nimeshanyosha kile kipande cheusi kama mnavyokiona hapo shingo kimelala vizuri kabisa, kwa hiyo nitakwenda kukichukua. Baada ya hapo, nitaanza kupangilia vile nataka design ya sehemu ya shingo ikae. Kwa hiyo unaweza kuamua kuweka hivi sawa, vyote sawa, unaweza kukiweka hichi katikati, sawa, kama ambavyo nimepanga hapo. Yaani namna yoyote ile utakayoona wewe inafaa utaiweka. Kwa hiyo mimi nitakwenda kukiweka kwa design hii na nitakwenda kushona. Okay, wapendwa, kama mnavyoona tumeshatengeneza design yetu sehemu ya kifua namna hiyo. Kifuatacho nitakwenda kupinda sehemu ya mkono. Mimi nimeshanyosha kabisa pindo langu, ili nitakapokuja kushona hapa lisisumbue, alafu pia nikimaliza kushona litakuwa limenyoka vizuri. Kwa hiyo nitakwenda kupinda sehemu za mikono, mikono yote miwili. Baada ya kupinda mikono, nitakwenda kuunga pembeni kwao. Nitaanzia kuanzia mkononi, nitashonea nusu nchi tu mwanzo mpaka mwisho. Nitashona huu upande na upande wa pili nitakwenda kushona. baada ya hapo, wapendwa, tutakwenda kupinda gauni letu. Na nikishamaliza kulipinda, nitanyosha kwanza pindo langu, kisha ni nipinde gauni langu, litakuwa liko tayari kabisa. Kama kuna swali lolote, usisite kuuliza.